Namna waumini wa dini ya Kiislamu wakiendelea na maandalizi ya kusherehekea sikukuu ya Id ul Adhe, wakazi wa eneo bunge la Garsen, county Tana Rive wanaishi kwenye mabanda baada ya kuathirika na mafuriko na familia zisizojiweza wamepokea msaada wa nguo kutoka kwa wahisani. Abdul Aziz Nameka ana taarifa hii. Kulingana na Sheikh Abu Qatada, lengo lao ni kuhakikisha kila mtoto na mzazi anaweza kusherekea Idi kwa heshima na furaha licha ya changamoto za kiuchumi. Tukaona tuweze kuwakumbuka e, ndugu zetu ambao kwamba wanapitia changamoto na hali e, nzito ya kimaisha e, maeneo kama haya e, kwa sababu dini yetu ni dini ya huruma. Wazazi hao wameeleza kuwa hali ngumu ya kiuchumi na kupanda kwa gharama ya maisha imewapelekea wao kuwa na hofu ya sikukuu. Hali ya uchumi ya nchi yetu nafikiri sote tunajua, hasa hasa sisi wakati huu ambao tunaelekea sikukuu ama Idul Adha. Wazazi wengine hatuna hata hiyo hali ya kununua nguo, nguo zimekuwa ghali sana. Tunashukuru, tunashukuru tena sana, kwanza wale wa Kiislamu tumepata mavazi ya kuendea kuswali. Wamesema msaada huo umewapa matumaini na kuwasaidia kujiandaa kwa sikukuu kwa heshima na furaha kama wengine. Wallahi, inatutia moyo na inatupatia yani e, furaha ya, eh, kuweza kusherekea kama wenzetu. Aidha, Sheikh huyo ametoa wito kwa waumini wa Kiislamu kushirikiana na kuwakumbuka jamii zisizojiweza hasa wakati huu wa sikukuu. Basi yule mwenye nacho eh, amkumbuke yule ambaye kwamba eh, hanacho na hiyo ndio dini yetu. Abdul Aziz Nameka, TV 47 Tana River.